Mwelekeo kaunti namba 34. Wafugaji kutoka kundi la malisho la Olgulului kaunti ya Kajiado wametuzwa kwa kuwa bora zaidi kwa kuweka mipangilio bora ya kuwalisha mifugo, kutunza mazingira na kuhifadhi sehemu za maji. Wafugaji hao walitambuliwa na kukabidhiwa hundi pamoja na vyeti vya kuonyesha juhudi zao. Pia makundi mengine 11 yalitambuliwa kama anavyotuarifu Robert Masai. Kwenye mashindano hayo ya kutunza mazingira ambayo huandaliwa kila mwaka, Olgulului waliwapiku wenzao kumi na moja na kuwa bora zaidi kwa kuendeleza ufugaji ambao unahakikisha mifugo wao wanapata lishe ya kutosha huku wakitunza mazingira. Ili kuibuka mshindi, ni sharti kila kundi lizingatie vigezo kadhaa, ikiwemo uongozi bora wa kundi, utunzaji wa nyasi, miti na vyanzo vya maji, kuwajumuisha wanawake na vijana kwenye shughuli za ufugaji. Imegaogao kama mara nne au mara tano. Ng'ombe anakula pande hiyo, baada ya kurudi pande hiyo anaenda pande hiyo, baada ya kurudi pande hiyo anaenda pande hiyo paka mvua inyeshe. Baada ya kurudi huko mali mekula me, me mekula samani hiyo, majani mekuwa fresh tena kwa kuwa fresh tena anakula, mfua ananyesha, anakuta hapo kabla ng'ombe hajakwenda kupitia hiyo utaratibu. Sasa tunajua hauwezi lisha ng'ombe nyasi kwa kiwango ambaye inaitwa thamprul uh, kiasi ambaye sasa hautakula hadi nyasi ishe tunazunguka na kupitia hiyo njia kwa kweli tuta, hatutapoteza tena mifugo na hatutarudi tena kuhamahama. Pia makundi mengine kumi na moja haya kutoka mikono mitupu waliomaliza katika nafasi tatu bora walikabidhiwa hundi huku wengine wakipewa cheti cha kuashiria mashindano hayo. E, mchango wa kina mama umeimarisha kabisa. Tunaenda na hawa hawa wanaume, tunakuaga na wao, tunawasaidia, tunafanya kazi pamoja Tunaenda huko mpaka huko malishoni huko malisho ndani tunaangalia mifugo hizi. Umetoka mahali hakuna nyasi sana, lakini umempanga mpango kutoa blok kumi na mbili kumi na mbili. Sasa hivi nyasi umejaa, tunaona sasa kwamba hata menona kwamba hata hami vile tunahamahama kila saa. Hata ma nyasi hata ishi. Mashindano hayo huandaliwa kila mwaka na mashirika ya kutunza mazingira yakiongozwa na Amboseli Ecosystem Trust, ambapo baada ya kuwapa wafugaji mafunzo ya mbinu bora za ufugaji na namna ya kutunza mazingira, juhudi za wale wanatia fora hutambuliwa.

Makundi ambayo hushiriki mashindano hayo yamezingira mbuga ya Amboseli. Hatua hiyo ya kuwafunza mbinu hii ikilenga pia kuhakikisha wanyamapori ambao wengi urandaranda nje ya mbuga wanapata lishe bila kukwaruzana na wafugaji. Mbali na mpango huu kuhakikisha kuwa mifugo katika eneo hili hawakosi malisho, pia inasaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo inazidi kuwa kero kwa shughuli za ufugaji katika kaunti ya Kajiado. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Amboseli, Kajiado Kusini.